Alikuwa ana mahusiano na huyo binti, alivyomfuata hivyo na huyo mwingine ambaye sasa ni mtuhumiwa, na ye kumbe ana mahusiano, basi ikatokea sura hiyo, ikaonekana kwamba sasa vijana hao badala wao kuchukua maamuzi mengine, wakaamua kugombana wao kama wao na kufikia hatua hiyo ya mauaji. Ah, hakuweza kumfumania, navyoelekezwa ni kwamba alimkuta akiwa na simu ya huyu mtuhumiwa simu, simu navyosikia ni ya, ni, ya, ni ya kijana huyo ambaye sasa ni rafiki yake na huyo binti ambaye kwa jina mimi sijaweza kumjua. Nadhani kubwa lilikuwa ni mahusiano kati ya yeye na binti moja, alikuwa amemnyang'anya simu. Kwa binti, kwanza aliniambia ni kwamba nimenyang'anywa simu na huyo marehemu. na huyu marehemu, kwa hiyo yeye na rafiki yake walienda mja na mimi kwenda kujaribu kuona kwamba hiyo simu inarudi, lakini baada ya mimi na huyo huyo huyo binti na huyo boyfriend wake mwingine ambaye ndio aliyesababisha ili tatizo, alisema kwamba yeye haja hajui chochote. So mimi kama babu niliona kwamba isiyo shida, nilimwambia binti, bwana, kwa sababu amekataa basi tuende e, tuende hiyo simu itakuwa spesa kidogo tu. Kwa hiyo mimi nirudi nyumbani kwangu. Baadaye sasa, baada ya kurudi kwangu, nimepumzika nikaja tena kuitwa, kaja kuitwa kwamba babu, mambo yanaendelea kuwa magumu. Kwa hiyo nilienda tena, ndio nikashuhudia kwamba wanafanyaje, hayo matatizo yanaendelea ya, ya lakini kama jirani, tulipiga kelele

alifanyia huduma pale ya kwanza a maji akashono. Baada ya hapo, kwa niaba ya jeshi la polisi mkoa wa Manyara, kwa niaba ya Fadhila RPC, lakini kwa polisi ndani, tumesikitishwa sana na tukio hili. Sisi kama polisi tunashughulikia kwa karibu sana hili tukio na tunaamini taratibu zitakamilika si muda mrefu na tutapata matokeo na tunaamini atakuwa ni matokeo yatakayoridhisha pande zote kwenye kwenye hili tukio. Sheria inakataza kuondoa hai uhai wa mtu, lakini pia sheria inakataza kuondoa uhai wa mtu aliyeondoa uhai wa mwenzake. Na hii inatokea kwa sababu vijana wengi wa uhalifu tunawaficha huko huko katikati, kwa sababu ukiangalia hili aliyefanya hili tukio sio mtu kutoka nje ya kata hii, ni maeneo haya haya. Sasa hii ni kwa maana kwamba huyo aliyefanya tukio yuko hapa, anaishi hapa hapa, na aliyefanya tukio yuko hapa hapa. Na huyo aliyefanya tukio ni mtoto wa mtu. Ni kijana wa mtu. Na sio kwamba ni mtu mzuri. Watu wanajua mrefu kwamba huyu ni mhalifu. Sasa bwana, niambie ndugu zangu wazazi, swala kukumbatia vijana wetu, kuwapenda kupita kiasi, kuto kuwakemea, hili tatizo kubwa. Ni kweli kwenye maeneo haya vijana wengi wanafanya mambo mazuri tu, kama vijana wetu, huyu alikuwa anafanya, ni mkulima mzuri na ni miongoni vijana ambao walikuwa wanafanya vizuri sana maeneo haya, lakini miongoni mwa hawa vijana kuna vijana wengine wako hapa kwa ni wahuvio kama huyo alifanya ile li tukio. Ni waonye ndugu zangu wazazi, wewe kama mtoto wako ni mhalifu usi, usipende kumchekea, utacheka lakini baadaye atakutoa machozi, kwa sababu naamini huyu aliyefanya ile li tukio ana mahusiano mazuri fa na hii familia, lakini amegeuka akazuru familia ambayo majirani zao lakini wazazi, tunajua wa kwamba alikuwa ni mhalifu huyu, tuwafichueni wahalifu.